Katika utengenezaji wa sabuni za miche, vipande, magadi na sabuni zingine za baso. Tunatumia soap mold kama hizi hapa. Hivi ni vifaa kwa ajili ya kugandisha sabuni ili iweze kuganda kwa wakati. Baada ya hapo, lazima tutumie mafuta na mafuta ambayo tunatumia ni jamii ya mafuta ya mise ambayo huwa mara nyingi na asili ya kuganda. Kwa hiyo utayapitisha kwenye moto kama hivi, ndani ya kontena nimeweka maji kufunikia kama dumu pale kisha chini ikaweka moto kwa ajili ya kuyayusha ile mafuta tayari kwa ajili ya matumizi. Lazima pia niwe na kontena lingine kwa ajili ya kufanyia ukurugaji. Kwa hiyo, hapa nitamimina mafuta kwenye kontena then nitachanganya na vitu vingine ili kutengeneza sabuni yangu ya miche nzuri kabisa. Lakini pia msikilizaji, ikiwa unapenda kujifunza zaidi ujasiriamali wa kuzalisha bidhaa mbalimbali basi unaweza ukanitext kupitia WhatsApp namba 0783 500 971, lakini ukihitaji madarasa pia unaweza ukanitext WhatsApp zeni, nikakupa utaratibu mzuri zaidi. Baada ya hapo msikilizaji, utaimina caustic solution ambayo tumeiandaa siku moja kabla ya siku ya uzalishaji, tukaipima kwa kifaa ambacho kinaitwa hydrometer. Tukahakikisha ile bome ambayo inasoma iko sahihi. Basi hiyo kostiki ndo tunaanza kuchanganya na ukorogaji unaendelea kuelekea upande mmoja. Vile vile msikilizaji, na mtu ambaye unapenda kunifuatilia zaidi, nimekuandalia kitabu kinaitwa Nguvu ya Maamuzi Maishani. Kitabu hiki msikilizaji, ni kitabu ambacho kitakusaidia wewe kujisimamia, kuto kukata tamaa, kuanza upya baada ya kufeli, na kujikubali mwenyewe hata kama watu wanakupinga. Hiki kitabu kitakusaidia wewe kujisimamia na kuweza kamilisha mipango yako pia ikiwa tu pale utaamua kukisoma na kuyaishi yale ambayo nimeandika. Kwa hiyo msikilizaji, katika ujasiriamali kuna changamoto nyingi, na ndio maana nimeweza kuandika kitabu cha Nguvu ya Maamuzi Maishani. Kuna vitu vinahitaji maamuzi kwenye maisha yako ili viweze kutokea katika uhalisia, sio vitu ambavyo vinahitaji kusikiliza watu wanasema nini kuhusu wewe, sio vitu ambavyo vinahitaji kusikia maoni ya watu kukuhusu wewe ni vitu ambavyo vinahitaji commitment ya wewe mwenyewe ili uweze kufika ng'ambo. Kwa karibu sana kwenye ujasiriamali. Kama unahitaji ushauri zaidi, madarasa zaidi, namba zangu nimekuandikia hapo. Karibu sana.